apa minakuona unabeba hii miti unapeleka wapi? unaenda ipanda wapi? Hapa barabara ina kazi gani ya kutusaidia kuhewa, kusaidia gari guka, iianguk. Asante haiko leo tu, lakini tunasikilizana ue, nguka kama ae, kazi yetu kama atujenge mwingine yetu

Hapanekeotian ivi vifaa haviko vya mti, vifaa ya kusiika nao kazi u vifaa haiko, vifaa yao vya kufanya nayo kazi, sababu kuko basa wenyee hawakufika, sababu hawana vifaa, hawana mpanga wala hawana zena. Sawa, vingine vifaa vitakuya lakini mwanze kwanza na hivi nyewe viko na kila mtu na yake kutoka kunyumba ndio tunasikilizana ndio shefu mimi nasema tena vifaa haviko vyako ndio ni vya kazi vijuli sababu ni kazi yetu si eh bo tunasikilizana ndio atushangilie wandugu wapenzi Bamungu oh, tumefurahi sana mwami wetu kuya tuhudhuria na kutupatia maendeleo. Hii ni maendeleo kabisa, enye tunafurahi sana sababu hii mgini yetu hira kursia a muranga gari zilikuwa zinaanguka zinanguka, lakini mwami wetu ametuletea hii maendeleo, na leo hii tunapanda miti, nikizani siku zijayo miti kisha panda Hakuna tena gari itaanguka, kaka kuingia tena kwenye kwa maji ametupatia <laughs> <laughs> <Na, laughs> majembe. Mwami wetu tunamfurahia sana, na Mungu amebariki azidi kwa kazi kabisa. Mungu ampe maisha, aendelee kabisa, asituachilie, sababu sisi ni tuko watoto wake, aendelee kutuchunga na, ku, na Mungu ampatie maisha marefu. <laughs> <laughs> <laughs>

tumeona mwami anafanya descente hapa kamaeasaa de Vema hapa, tunashukuru sana kuona mwami anatutembelea na kuona anatufikia vrema na population yote vile saa vile unaiona hapa bote bamefurahi sana. Ndio, na projet za mwami mwa venire ni gani juu ya hii poste de sante? Tunasema vema, Mungu mm. amtie nguvu na hiyi mm.